Ndugu washiriki, kwa kuzingatia azma ya serikali ya kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, mwaka 2024 2025, wizara ilitenga kiasi cha shilingi bilioni nane kwa ajili ya taasisi za Muhimbili, ya Jakaya Kikwete, taasisi ya shere ya ya ya saratani ya Ocean Road na Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwezesha utoaji wa huduma za kibobezi kwa wagonjwa, hasa wale wasio na uwezo wa kugaramia huduma za kibobezi. Kutokana na faida kubwa iliyopatikana kwa mwaka 2024 2025, ambapo jumla ya wagonjwa mia sita sabini na saba walinufaika kwa huduma za kibobezi kama kupandikizwa uloto kwa watoto wenye sikose, kupandikiza figo upasuaji wa moyo, upandikizaji wa vifaa vya usikivu kwa watoto, matibabu ya saratani, upandikizaji wa nyonga, Mheshimiwa Daktari Samia suluh Hassan ametenga tena fedha kiacha shilingi bilioni 6.7 katika mwaka 2025 2026, lengo kuu ni kwenda kuwahudumia wagonjwa takribani mia saba na sitini ambao hawana uwezo wa kugharamia. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila mwananchi mwenye kutakiwa kupatiwa matibabu ya kubobezi anapata huduma hizo pasipo na kikwazo cha fedha, kwani maelekezo yake alikusha yatoa ni kuhakikisha wagonjwa wasio na uwezo wanapatiwa huduma bila kikwazo cha fedha. Niwahakikishie kuwa wizara itaendelea kutenga fedha ili kuwahudumia wale ambao watatakiwa kufanyiwa matibabu ambao hawana uwezo.